Alhamdulillahi rabbil alamin. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, muumba mbingu na ardhi, kwa kutujalia siku ya leo kuweza eh, kukutana tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, vipindi pendwa kabisa, vipindi sahihi kabisa vinavyohusu maisha yetu. Mimi nimekuwa mara nyingi na kuelekeza maisha yako, mafanikio yako ili hapa duniani uweze kuishi vizuri na kesho akhera uweze kwenda e, ukiwa na maisha mazuri. Ndugu yangu mpenzi, leo nitakuwa na mada kabambe kabisa. Mada hii inamuhusu mwanaume, mwanamume, mwanamke, msichana, mvulana. Leo ninapenda kidogo kuja katika mada kuu ambayo kwamba inabidi katika fomula ya maisha yako ili uweze kupata mafanikio inabidi dunia hii, muda wako huu kwa siku moja uugawe katika makundi makubwa matatu, ugawe muda wako katika makundi makubwa matatu katika hii dunia. Ninazungumza hivyo kwa sababu moja kubwa sana. Ya kwanza, inatakiwa uwe na upate muda katika theluthi moja unayokuwa na igawa, upate muda wa kuweza kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa. Leo vijana wengi wazee wengi kina mama wake za watu waume za watu, wamekuwa muda wao mwingi sana wanaupoteza kwa ajili ya kitu ambacho kinaitwa kuchati. Unakuta mtu anachukua simu, unakuta amekaa vijana takribani watatu wanne, eh? Wamekaa kila mmoja ana time yake, wamenyamaza kimya, kila mmoja eh, anaita kwamba yeye eh, ana sijui ana google au anafanya nini, unakuwa mitandaoni tu full time Eh, ukiwastukiza, ukiwasalimia si ajabu wasikuitikia wasiku ile salamu. Ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu akili yako yote, mwili wako wote, maumbile yako yote, unayasukuma sehemu moja, sehemu ambayo kwamba inakuwa haikusaidii kitu chochote. Huo muda unaokuwa unaotumia katika kipengele hicho, ilikuwa inatakiwa kwa wewe Muislamu, kuna adhkari nyingi sana za kufanya. Tumia angalau adhkari nyingi sana za kufanya tumie istighfari nyingi sana za kufanya, eh? ili daraja yako mbele ya Mwenyezi Mungu ipande, ili mambo yako mbele ya Mwenyezi Mungu uweze kupata mafanikio. Mafanikio hayaji hivi hivi, na ndio sababu watu wanapokuwa wananipigia kutaka kuelewa kwamba mafanikio atayapataje, huwa kitu cha kwanza nawambia, kitu cha kwanza uchaji Mungu, sio utumie muda mrefu wewe unakaa una Google, unakaa una, una chat, unakaa unaanza kufuatilia hadithi za watu. Utakuwa hivyo hivyo siku zote. Nimewaambia kwamba masikini huwa mata, ana matatizo sana yeye, badala ya kujiangalia nafsi yake yeye unakuta anakimbia sana kuangalia maisha ya watu wengine, ndio unakuta anafuatilia maisha haya, fulani kaachana na fulani, fulani kafunga ndoa na fulani, fulani kapata bilioni mia moja, fulani amenunua gari aina fulani. Lakini wakati huo huo anazungumza namna hiyo, aangalii kidole hiki, kidole gumba kinakuwa kinamrejea yeye. Kwa hiyo kitu cha kwanza tupoteze katika theluthi moja E, habari kwamba tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kupata wakati. Tumia muda wako huo, ugawe mara tatu, theruthi moja igawe katika kumcha Mwenyezi Mungu. Angalau sema astaghfirullah astaghfirullah mara elfu moja mia moja kumi na moja, nakupa kipengele eh. Hapo unakuwa umemtaka Mwenyezi Mungu msamaha mara elfu moja mia moja kumi na moja, kisha weka angalau dua ya Nabii Yusuf, eh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, wewe peke yako unasema inni kuntu min adh-dhalimin eh. Baada ya hapo, unaleta unamsalia mtume mara elfu nne mia nne arobaini na nne, omba dua yako, utaona mambo yako yanafanikiwa, maisha yako yatabadilika haraka sana. Jambo la pili, kwa haraka haraka, eh, pia una nafasi katika hii dunia. Ni ipi nafasi yako katika hii dunia ninayokwambia? Hii ni kipengele cha pili, ambayo sasa unaichukua ni katika nusu ile ya kwanza nafasi hii katika hii dunia ambayo unayo wewe ni katika kujitafakari, kuiangalia dunia, kuangalia walimwengu fizikare, sio kuangalia kwa kupitia mitandao. Watu wanajinanga, mtu anapiga picha kwenye ghorofa kubwa anasema mali yangu, we unakaa unashabikia. Waangalie watu fizikare, eh, katika hii dunia eh, unaangalia kwamba eh, katika hii dunia kuna mambo gani, mimi na nafasi gani nimeanza vipi? Sasa hivi niko wapi na nakuelekea wapi? Zipi tabia njema niweze kuishi na hawa watu? Hakika katika hiki kipengele utaweza kufanikiwa vizuri kabisa, na maisha yako yatakuwa ni mazuri, na utayapanga maisha yako kwa wema, na utafuatilia mambo yako bila kukata tamaa, kwa sababu wengi wanakuwa wanakata tamaa. Unakuta mtu anaona jambo ila saa waongo, hili haliwezekani. Hakuna kisichowezekana chini ya jua, vyote vinawezekana, ni jitihada ni imani yako na mambo yako. Hili ni jambo la pili. Kwa haraka haraka, hii ni jambo la tatu <coughs> ambalo nataka nikukumbushe ndugu yangu, nikufundishe katika hii, ni mmoja ya tatu ya mwisho ambayo iliyobaki ni ufuatiliaji. Sasa chukua hiyo simu yako, tafuta uangalie, duniani kuna elimu za aina gani eh? kuna elimu fulani Shekhe fulani anatoa elimu yake, mwalimu fulani anatoa madarasa yake. Eh, unaangalia, unafuatilia. Mtaalamu fulani anakufundisha anakwambia, usile nyama za mafuta eh, zitakudhuru wewe, unaona upuuzi, lakini mambo mengi sana unajifunza kutokana na hiyo taaluma yako. <coughs> Sasa ukishafuatilia hayo, utachukua uamuzi sahihi. Usikate tamaa, fuatilia. Maana ya kufuatilia ni nini? Kuna namba za simu, mara nyingi watu unakuta wanatoa wewe mpigie simu yako moja kwa moja, muulize maswala maswali yake yote, jinsi anavyotaka yeye, atakujibu kwa uzuri na atakuwa amekuongoza na insha Allah biidhnillah utafanikiwa. Kumbuka, usiache kusubscribe katika kisomo hili ambalo ni siri ya kufanikiwa maisha yako, siri ya kufanikiwa maisha yako, yaani formula ya kufanikiwa katika maisha yako. Ndugu yangu, endelea kusubscribe, tufuatane katika vipindi vingine vinavyokuja. Kwa wale wanaoendelea kuniuliza maswali, tunaendelea kuuliza maswali. Kwa wale wanaotaka kwamba nifungue grupu la WhatsApp, tuko njiani, tunaangalia discipline za wale wanafunzi watakaotaka kusoma, kisha tutakuja kuwajibu. Namba ya simu ni sifuri saba nne tisa sabini na sita sabini na sita tisini na sita. Hiyo ni WhatsApp na namba ya kupiga wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.